Je, yeah, tatizo la bawasiri limekuwa ni changamoto kwako? Kwa ningependa tu nikwambie kwamba kwa tatizo hili limekuwa linawasumbua watu walikuwa wengi, lakini wengi wao pia wamekuwa wanaona aibu au namna gani anaweza akasema mbele za watu kwamba na tatizo la bawasiri. Bawasiri ni hali ya kuwa na kijiuvimbe au kijinyama ambacho kinakuwa sehemu ya haja kubwa, ambapo sasa tatizo hili limekuwa linawatesa walio kuwa watu wengi, lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwamba wengi walikuwa wanaona aibu na namna gani na sasa nitapata msaada wa kimatibabu. Niweze tu kuambia kwamba matibabu ya tatizo hili matibabu yake yanapatikana. Tuna dawa nzuri ambazo zinaweza zikakamilisha na kumaliza tatizo lako moja kwa moja na bawasiri. Kuna aina mbili za bawasiri, kuna ile ya ndani na ile ya nje. Lakini sasa kuna dalili mbalimbali ambazo unaweza ukaziona, ukiziona basi hizo ni vyema kuweza kufanya maamuzi kwa ajili ya kuweza kupata ma matibabu. Dalili moja wapo ni kwamba mtu anaweza kuwa anisikia na kwenda haja kubwa kwamba anapata maumivu makali sana, kichwa kinakuwa ni kigumu sana, lakini pia dalili nyingine ni kwamba utakuwa na jisi miwashu sehemu ya haja kubwa. Lakini mwingine pia, unaweza kupata kwamba anakwenda haja kubwa, unakuta choo kinaambatana na damu. Sasa, usione ni hali ya kawaida ukakaa mbali ukaona ni jambo zuri kabisa kwamba mabaki ni mkubwa sana. Lakini pia dalili nyingine, mwingine anaweza kuwa na kijiuvimbe fulani ambacho kinakuwa sehemu ya kubwa lakini pia mwengine, kuna nyama kabisa imekuwa inatoka. Ni kwambia tu kwamba tuna dawa nzuri ambayo itaweza kumaliza tatizo hilo bila kuweza kufanyiwa upasuaji. Ni kwamba kuna dawa nzuri za kupaka pamoja na kunywa ambazo zitaweza kumaliza changamoto yako hiyo moja kwa moja, na ukaweza kuwa na afya itakuwa kuwa njema zaidi. Lakini pia kuna mazao je. Yeah, tatizo la bawasiri limekuwa ni changamoto kwako? nikipenda tuni kuambia kwamba kwa tatizo hili limekuwa linawasumbua watu walikuwa wengi, lakini wengi wao pia wamekuwa wanaona aibu au namna gani anaweza akasema mbele za watu kwamba na tatizo la bawasiri. Bawasiri ni hali ya kuwa na kijiuvimbe au kijinyama ambacho kinakuwa sehemu ya haja kubwa, ambapo sasa tatizo hili limekuwa linawatesa walio kuwa watu wengi, lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwamba wengi wamekuwa wanaona aibu na namna gani zaidi kapata msaada wa kimatibabu. Niweze tu kuambia kwamba matibabu ya tatizo hili, matibabu yake yanapatikana. Tuna dawa nzuri ambazo zinaweza zikakamilisha na kumaliza tatizo lako moja kwa moja. Na bawasiri, kuna aina mbili za bawasiri, kuna ile ya ndani na ile ya nje. Lakini sasa, kuna dalili mbalimbali ambazo unaweza ukaziona, ukiziona basi hizo ni vyema kuweza kufanya maamuzi kwa ajili ya kuweza kupata ma matibabu. Dalili mojawapo ni kwamba mtu anaweza pale jisikia na kwenda haja kubwa, kwamba anapata maumivu makali sana, choo kinakuwa ni kigumu sana, lakini pia dalili nyingine ni kwamba utakuwa na jisi miwashu sehemu ya haja kubwa. Lakini mwingine pia unaweza kupata kwamba anapokwenda haja kubwa unakuta choo kinaambatana na damu. Sasa usione ni hali ya kawaida ukakaa nyumbani ukaona ni jambo zuri kabisa kwamba magaki ni makubwa sana. Lakini pia dalili nyingine mwingine anaweza kuwa na kijiuvimbe fulani ambacho kinakuwa sehemu kubwa, lakini pia mwingine kuna nyama kabisa inakuwa inatoka. Ni kwambia tu kwamba tuna dawa nzuri ambayo itaweza kumaliza tatizo hiyo bila kuweza kufanyia upasuaji. Ni kwamba kuna dawa nzuri za kupaka pamoja na kunywa ambazo zitaweza kumaliza changamoto yako hiyo moja kwa moja, na ukaweza kuwa na afya itakuwa